Habari, kwa jina naitwa Dr Isaac Rugemalila, ni daktari bingwa mbobezi kwenye idara ya magonjwa ya kinamama na masuala ya uzazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila, na leo hii ninakuja kuongea nanyi kuhusu ugonjwa wa kisukari cha mimba e, ambacho mara nyingi kinaonekana baada ya mama kushika uja uzito. Na dalili za mwanzo zinaweza kuonekana kuanzia wiki ya ishirini na kuendelea. Kikubwa kabisa ni tukio la sukari kuongezeka na madhara mbalimbali ambayo yanaweza kutokea kwa mwili wa binadamu pale ambapo e, sukari inakuwa juu kuzidi kawaida na mwili unapoteza uwezo wake wa kawaida ama kutumia sukari ama kuhakikisha kwamba inabakia kwenye viwango ambavyo haviwezi kuleta madhara kwa mwili, e, kwa ujumla tukio la sukari kuwa kubwa kuzidi kawaida linaambatana na hali ya eh, hii sukari kusababisha uharibifu sehemu mbalimbali za mwili, kwenye mishipa ya damu, kwenye organs mbalimbali kama figo, ini na kwa kuwa pia kipindi hichi mama anakuwa mjamzito, tunajua kabisa kwamba sukari pia inaweza kuwa na madhara, kwa kwanza mwenendo wa utendaji kazi wa kondo la uzazi, ambapo ufanisi hushuka lakini pia inaweza kwa kiasi kikubwa kuingilia ukuaji wa mtoto, mtoto ambaye mara nyingi anatokea kuwa na uzito uliopitiliza, kwa sababu pia anapokea sukari nyingi kutoka kwa mama, sukari ambayo mtoto anajaribu kuibadilisha kwenda kwenye vitu mbalimbali ambavyo mwili hutumia kuitunza sukari mwilini. Na kwa sababu hiyo basi kuna uwezekano mkubwa wa mtoto kuzaliwa akiwa mkubwa kuzidi kiasi. Lakini changamoto nyingine kubwa ni tukio la mtoto kufa wakati akiwa anakuwa tumboni kabla hajafikia ukomavu stahili. Kwa ujumla, ugonjwa huu mara nyingi unapelekea changamoto mbalimbali mbali wakati wa ujauzito, lakini pia unaweza kuleta madhara makubwa ambapo mama anaweza kupoteza mtoto wake. Pia wakati wa kujifungua, inaweza kufanya iwe vigumu kujifungua kwa njia ya kawaida na hivyo basi sababu ya ukubwa uliopitiliza wa mtoto inaweza kufanya mtoto azalishwe kwa njia ya upasuaji. Dalili za ugonjwa huu wa kisukari cha mimba e, mara nyingi ni hali ya mama kuwa na kiu kupita kiasi, kutamani kunywa maji, lakini pia anaweza kuwa anasikia mkojo mara kwa mara e, na kama utaziangalia vizuri dalili hizi, wakati mwingine hazipishani sana na dalili za kawaida za ujauzito, kwa hiyo ni rahisi sana kuzichanganya lakini iwapo mama anaona kwamba dalili hizi zimepitiliza, ni vizuri akapata uchunguzi stahiki ili tatizo liweze kugundulika mapema, na hivyo basi eh, maamuzi ya kitabibu yakafanyika kwa wakati. Pengine katika taratibu za kimatibabu ni vizuri mwanamke ambaye amebeba ujauzito na amegundulika kuwa na kisukari cha mimba akapata matibabu katika hospitali ambapo angalau anaweza kuonwa na kupata huduma za daktari bingwa lakini pia e, anaweza kupata e, matibabu stahiki kipindi ambapo dharura ina, ina, inatokea. E, kwa ujumla hapa kwetu tunapata wagonjwa wenye matatizo haya na kwa kushirikiana na idara ya magonjwa ya mfumo wa uzalishaji homoni mwilini endocrinology, huwa tuna E, tunawatibu wagonjwa hawa tukihakikisha kwamba sukari inabakia kwenye viwango vinavyostahili na tukiendelea kufuatilia ukuaji wa mtoto na kuhakikisha kwamba wakati wa kujifungua pia tuna, e, tunafuatilia mwenendo wa uchungu, mwenendo wa mtoto anavyo respond kwa uchungu wa mama yake, na hivyo basi kuepusha uwezekano wa matokeo mabaya wakati wa ujauzito na kipindi cha kujifungua. Kwa wagonjwa wote ambao wana tatizo hili na wale wenye matatizo mbalimbali ya masuala ya uzazi, kliniki ya magonjwa ya kina mama kwa Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa pamoja na siku ya Jumamosi. Siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kliniki hufanyika kuanzia asubuhi mpaka saa kumi jioni, na siku za Jumamosi ni kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa sita mchana.